Hey guys um, leo tena tumerudi tena tumerudi kwa kishindo. Hawa ni vifaranga wa siku moja, tazama walivyo. Hii ni product yetu, kwa maana leo tumerudi rasmi. Kuna changamoto zilizokuwa, kwa mana zilikuwa nje ya uwezo wetu, tulienda kusoma kwa ajili ya kuongeza nolo kuhusiana na ufugaji wa kisasa. Kwa sasa tumerudi rasmi, tumekutolea upya. Hawa ni vifaranga wa siku moja, lengo na madhumuni ni kuweza kuhakikisha kwamba tunafikia malengo asosamu. Lengo letu ni kuhakikisha kila mfugaji wetu, kila familia, kila mwanafamilia anafuga kisasa, anapata faida lengo ni kuhakikisha kumafaidi mifugo yetu. Vifaranga unaowaona tumetotolesha vifaranga mia tano so famu tunahitaji kuonyesha. Unapokuwa na vifaranga, unaona hivi ni viungu. Lengo la kuweka viungu ni kwa ajili ya kupunguza matumizi makubwa ya umeme hivi ni vyungu na v unavyoona, hiyo taa ni hita, tumeweka kwa sababu ni siku ya kwanza, lakini muda wowote inatolewa. Angalia wanavyokaa kwenye chungu hapa, tayari ni wanapata joto. Huwezi kupata shida, huwezi kupata kosti kubwa ya umeme, kwa sababu hiki chungu kama moto umekolea vizuri kinaweza kikaa na moto zaidi ya siku moja, kwa maana unavyowasha labda muda huu, unaweza ukakuta moto mpaka kesho muda kama huu, ndani ya saa ishirini na nne chungu chako kinakuwa bado kina moto. Kwa hiyo unakuwa umepunguza gharama za umeme. Karibu sana hasofamo, karibu sana ujifunze mengi zaidi katika ufugaji.